So, um, mtazamaji wa Luundo TV ni mimi mtangazaji wako Jack Cloud, na leo katika pitapita zangu nipo na rafiki yangu kaka yangu, sijafahamu majina yake, ila ngoja tufahamu majina yake, anaitwa nani na ni uko, hey! ni kabila gani kiufupi. Kwa kaka, vipi, salama, kwema sohii hapa unayoitizama nilo ondo TV. Unaweza wkawambia wanaokutizama kwa sasa hivi unaitwa nani na wewe ni kabila gani? Kwa majina naitwa cha lulachamlongecha jina Lula maarufu kwa opera. Mimi ni mbembe wa baba na mama wewe. okay, so ni mbembe wa baba na mama, sijui unaeza ukatwambia wewe ni mshi nani? Ni mshi nani, sababu wabembe wana makabila mengi sana. Niko mbungwe bungw. Oh, so wabungwe, wabungwe kwa kwa eneo ya Kongo mimi nafahamu ni watu wa Ngalula. Sijui wewe ni baadhi ya, ya mbungu wa Ngalula ama ni tofauti na Ngalula? Wale wa Ngalula Zaru, ni wakubwa ni zangu mimi. Niko Mboko, mtu wa Mboko. Okay, so um, kama gesi mnavyo mnavyomsikiliza watazamaji wa Luundo TV, huyu hapa ni Jack Cloud na moja kwa moja tuingie kwenye mahojiano sijui unaweza ukapendelea tuongee lugha gani? Kibembe, Kiswahili au lugha gani hiyo? Okay, so kifupi, tutakuwa tuna mix kwazi. Kuna watu ambao wanaweza wakajuliza kwamba mbona wanaongea Kiswahili na sisi tunaongea Kibembe, kwa hiyo tutakuwa tuna mix lugha zetu. So nataka kuuliza swali langu la kwanza, tunaulizia kuhusu hali iliyopo nchini Tanzania sio nzuri kamais navyofahamu, ni ni hali ambayo apo kwenye utaratibu wa uchaguzi, na nataka nizungumzie hususani hali ya wakimbizi waliopo nyarugusu hivi. Swali langu la kwanza linaulizia nini maana ya mtu kuitwa mkimbizi? Asante sana. Uh, hali ambayo iko Nyarugusu sasa hivi au Tanzania uh, sio nzuri, mm, haifurahisha -hmm. uh, kabisa. Na swali yako nauliza kwamba mkimbizi ni nani? Mm -hmm. Mkimbizi ni mtu ama ni raia wa nchi fulani, hey, anakimbia nchi ya pili B, kwa shida ambayo imemkuta kwenye nchi yake. Ni shida ziko mingi. Asante, ndio maana anaitwa mkimbizi. Ndio okay. So kama gisi mnavyosikiliza amesema kwamba yi, mkimbizi ni mtu ambaye anakimbia kwenye nchi ya A na kwenda kwenye nchi ya B, maanake kutoka kwenye nchi yake kwenda kwenye nchi jirani. Ndio maana ya mtu kuitwa mkimbizi. Ukumbuke tu kwamba mada ambayo tutazungumzia leo ni hususan wakimbizi waliopo Tanzania nchini, kambini Nyarugusu. So swali so langu la pili, nataka niulize, hivi ni sifa zipi ama ni haki zipi za mkimbizi? Uh, mkimbizi ana haki zote kama vile raia wa kawaida. Ana haki ya kula, kulala, kupumua, kuishi, kufanya kila kitu, si ni mtu, mtu ana haki zote za kuishi, haki za binadamu, yani apate matibabu, alale akule au na uhuru kama wengine watu wengine. Na kuna nchi zingine ambazo zinapata hata vitambulisho, akikaa miaka mitano anapewa uraia wa ile nchi, baada ya miaka mitano kawaida, kama vile okay. So, um if mkimbizi ana haki ya kuchukuliwa kitu chake kwa sababu ni mkimbizi? Hapana, hakuna hiyo haki na kuchukua mtu kitu sio haki, ni nyanyasa. Okay, so, mimi swali langu Jinalenga hususani hiyo kuchukuliwa vitu kwa sababu wiki iliyopita kuna video ambazo zilisambaa mtandaoni zinaonyesha wakimbizi walivyochukuliwa pikipiki zao na bebeskeli zao na simu za Android. Hivi ni haki ama sio haki? Ama yule makazi aliyepeleka aliyopeleka mapolisi kufanya ile tukio yuko peke yake ama ameongozwa, ame, ame, ame, ame na nani na serikali? Swali okay, ya kwanza unasema kwamba kwamba uh, kwa kama ni haki, wa kimbizi, haki amba, yes. sio haki mm -hmm. sio haki, ni unyanyasaji. La pili unasema kwamba yule makazi anafanya kivyake ama serikali. Najua vile vitu. Kwanza, makazi ni serikali, ndio ndio mwangalizi wa serikali kwenye kambi za wakimbizi, yaani ni mtu mkubwa wa makazi, kisha anafanya vile vitu mchana kweupe, sio usiku. Anakuja na mapolisi kama ni kweli, lakini tunaona kwenye video ya mtandao, video ya jamii tunaviona, kama alikuja mchana na alikuja na mapolisi. Mapolisi ni serikali, yani vinajulikana. Okay, so kama vinajulikana, serikali inafahamu hilo tukio, kwa sababu nakumbuka kambini, kama vile kambini kuna vipaji vingi sana na kama kuna vipaji vingi sana najua kambini tuna tuna mkuu wa kambi mwenyewe dekambi, sijua namuita dekambi. Ndio, yeah. Ile tukio analiona hivi, hana chochote ambacho anaweza akafanya kabisa kuhusu kutetelea wakimbizi au dekambi ni mkimbizi kama wewe kama mimi, hana chochote. Kwa nini? Hana polisi, hana jeshi, hana serikali na wewe ni mkimbizi tu, ni mwakilishi wa wanani wa wakimbizi kuwaletea habari tu, ujumbe Hmm. Okay, so mimi nataka nizungumzie nataka niulizie tena swali kuhusu wasanii na hisi wasanii kambini Nyarugusu. Tunao wasanii ambao wameshaenda wa, wa nda kimataifa sana kama vile wakina Fonda TZ, wakina Nyagomeni, wakina, wa, wakina wakina Mwanake wakina wakina Tinabwenda wapo wengi sana wasanii ambao wapo, wapo Tanzania, lakini kwa hizi taarifa ambayo zinasambaa zina mtandaoni, wanashindwaje kutoa ngoma ambayo itaenda kama vile kuomba msaada kwa Umoja wa Mataifa? Asante sana asa, asa, asa. Uh, wale wote ambao wanasema wanaishi Tanzania. mm -hmm. na maproduza zao la, wao labda ni Watanzania wa ama, zile sijo ambao wanatumia Watanzania. mm -hmm. wanawaki kabisa ile ngoma itahiti, ama itatoka <coughs> itatoka kuuliza ama, wataifungia BASATA, lakini BASATA naweza kuifungia, lakini kuna baadhi ambao wamezaminiwa na wakongomani ambao wapo Marekani, kuna baadhi ambao wanazaminiwa na ndio maana nimeuliza swali hili kwa sababu msanii kama vile msanii ni mtu ambaye anaelimisha, na kama anaelimisha, anaweza akatoa ngoma, itasema hii hapa ni ya mateso ambayo tunayapata sisi, ikaenda viral. ili wale ambao waoni waone gisi ambao kambi ya Nyarugusu inavyopata mateso uh, serikali kama serikali, kama inadhamiria kufanya mambo yake like, hmm. kama inachukua pikipiki elfu mbili mia ngapi, itakosa kufunga msanii ametoa hiyo ngoma hivyo? kwa hiyo haiwezi kosa kufanya hivyo Okay. Kwa hiyo wanaogopa, ni wakimbizi nao, hata kama wa, wanajulikana wanapia ngoma zina hit, lakini jua kwamba ni wakimbizi okay, okay. So mimi swali langu la nne, mtazamaji wa Luundo TV kama gesi tunavyosikiliza mahojiano yetu, kaka amesema kwamba anahisi unamfuatilia vingi ambayo anaongea. Kwa hiyo ni kuombe kwa tu usikose kuacha comment utakapoona video hii. Mimi naendelea na swali la nne so kwa taarifa ambayo tumeipata nchini kwetu Marekani kuna kiongozi wetu ambayo anaitwa anaitwa mm, nani hapa, nimesha Mkwala, anaitwa Mkwala. Yes, asante kwa kunikumbusha, anaitwa Mkwala. Kuna taarifa ambayo tumesikia kwamba alipeleka ombi kwa balozi wa Tanzania, ya, ya, na ombi hilo ambayo alipeleka ni kuhusu kuongelea wakimbizi waliopo nchini Tanzania kwa mateso ambao wanayapata. So kama wewe ni mkimbizi ambao ulitoka Tanzania, ulikuwa pale Tanzania kama vile mkimbizi na ukaja Marekani kama tena mkimbizi, ni kipi ama ni lipi ambao unaweza ukaongezea, angalao msimamizi wetu wa emo ya mbondo Marekani atakapoona video hii ama watakapomtumia video hii, anaweza akachukua maoni yako ili apeleke kwa kwa balozi wa Tanzania. Nashukuru kwanza mambo ambayo amefanya rais wa Wabondo wote, mm -hmm. Na tena wa diaspora hapa Marekani, Mzee Mkwa alifanya mambo mazuri. mm -hmm. Diplomasia ndio wanasema kwamba, mm -hmm. kujulisha, kuandika barua, ngazi zote, ili wakaa chini wayamaliza, waongee. yeah. Kwa sababu ndo njia nzuri za kuleta amani na usalama kwa kila watu ambao wanataka amani na cha pili uh, wangeshuka wenyewe waende Tanzania waongee na serikali ya Tanzania. Kwa so, kwa sababu uh, ile inaitwa uh, kingereza wa nani, wangeshuka maanake viongozi, viongozi, viongozi wa emo ya Mbondo Marekani ama viongozi wa emo ya Mbondo ulimwenguni wangeshuka uende waongee na serikali ya Tanzania au wangeshuka waende Tanzania washuke, kwa sababu wa president wote wa ambao wa ndio washuke mm -hmm, waende kuongea na serikali ya Tanzania wajue kwamba ile ambayo inatendeka kule kambini, serikali inajua, yenye thamini imekubali ama haji waona, uthibitisho mzuri wa kwenda ile inayohusika, mm -hmm, labda mtu mmoja ameamua vile, ama si ni ile mkoa tu ameamua vile, sababu mkoa wa Kigoma husia hivyo kisivyo kama ni hivyo, labda wale wa jamaa kule uasimama awajue, wafuatilie, wajue nini kinachoendelea. Labda inaweza kuwa ni dili ya mtu mmoja ama watu wawili, kwa kutaka tu kuwakomoa wale wakimbizi. Asante sana. Kwa hiyo huu hapo ni ujumbe ambao ndugu yetu, kijana wetu, ametuma kwa msimamizi wetu wa nchini Marekani, mheshimiwa Mkwala ya ja kwamba angalia jinsi gani ambao utaikana watu wako chini ama ujitowe viongozi kama vile viongozi mwende nchini Tanzania, mkaongee na serikali, kwa sababu mateso wanayoyapata tunayaona mtandaoni. Kwa sababu kwa sasa hivi tunapata taarifa kwamba ukiwa na watu ishirini, wale watu ishirini wote unatokewa mwende nao store. Ni vitu ambavyo haviwezekani. Kuna msongamano wa watu, panapokuwa watu basi pana magonjwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sio, maanake sio sio sio haki za binadamu kiufupi. Okay, so kaka, mimi nisikuchoshe. Na swali langu la tano naotaka na niulize tu nini wakimbizi wafanye, waliopo Afrika nchini Tanzania na wakimbizi waliopo Ulaya nzima, nini wafanye ili wakomboe wenzio au wawape mawazo wale wakimbizi waliopo Tanzania? Kikubwa tu ni kwamba uh, wakimbizi ni raia, hawana silaha, hawana nini, hawana kitu kibaya chochote, ni wakimbizi tu ukiona hmm, nembo ya UNHCR ni kwamba mkimbizi ni mtu ana miguu ama mikono hmm, yani, yes, ni mtu wa kusaidiwa. Sasa hiyo mtu ukimwacha ateseke hivyo, haitakuwa nzuri. Labda kwamba kwanza wawe na subira, najua ndugu zao wako Ulaya mjini, wa Marekani, Asia wapi, Australia, wanafuatilia kwa kasi na inaumiza um, ina ingeomba tu serikali ya Tanzania kama imewachoka wale wakimbizi basi isole iambie moja mataifa wawatoe pale wapate ingine nchi. Basi kuendelea kuwagandamiza vile inaweza haribisha rekodi ya Tanzania. Labda misi, labda hawaone, lakini naona hivi inaweza sifa zao nzuri zinaweza haribika, kwa sababu wanaangamiza wana, wana, wana uh, viumbe ambavyo Mungu ameviumba ambayo vinatia vinaatia ile kidogo kule, ambao waliwafungia masoko hawana soko wala nini, asiwatisha namna gani? Ni kama vile wako kwenye jela na wanaishi wanaishi wa, wa, wa majumbani, wanaishi eh, uraiani, lakini kama vile wafungwa wa, wa, wa. Asante sana okay, so, um, asante sana kwa majibu yako na swali langu la mwisho kabisa, nataka niulizie kuhusu kuhusu unyanyasaji ama kuhusu mateso ambayo wanayapata kama gisi tunavyosona mtandaoni, hivi ni haki mkimbizi kufanya maandamano? Ma, maandamano ni njia ya watu wanyonge kufikisha ujumbe wao. Nirudilie hmm. maandamano ni kwamba ni njia ya watu wanyonge watu wa chini kufikisha shida zao malaz ikawa haasikiliki hmm. labda washatuma vibarua labda washatuma wajumbe kule, labda watafanya oh, nini, havifike ama hakuna jibu, zinatokea ndio watu wanaamua kufanya nini? Maandamano dunia nzima ijue, wakubwa wajue, na kama kulikuwa kashikashi za kuficha ficha zijulikane. Sasa haki ya maandamano najua iko dunia nzima, kama haki ya maandamano kwa Ulaya iko iko inafika kila nchi, kwa hiyo kinyo sio na maandamano kama kuna shida Asante sana. Kwa hiyo ni haki mkimbizi kufanya maandamano, kwa sababu atakapofanya maandamano ni haki ya kupeleka ujumbe sehemu husika, kuona gisi ambayo ananyanyaswa ama kile anachokihitaji akipate. Mimi nizungumze tu a kwamba ni haki kufanya maandamano, kwa sababu tunakumbuka baadhi ya nchi nyingi sana nchi nyingi ulimwenguni, kila nchi kwa kila, kila nchi ambayo utaenda utakuta wakimbizi wapo na kuna baadhi ya kambi zingine ambazo zimeshaendelea sana guys zimeshaendelea majumba ameshajenga, kuna wengine na wenginenama na, na, na ma account bench yashakuwa nazo, lakini kwa maeneo kambi ya kambini haiwezekani kama vile ya Nyarugusu. Okay, so mimi niulize tu swali la mwisho kwa hiyo, unaweza kuwaambia nini watazamaji wa Luundo TV wanaokutizama na wabondo wote waliopo ulimwenguni mzima? Kwanza nimeshukuru Luundo TV kuitembelea labda watu walikuwa wanifahamu sikusema, mimi ndio kiongozi makamo wa mabondo. Kwa hiyo ni uzuri, inauma sana kwa wabondo hmm, ama wakimbizi wote ambao waasili wa, wa, ya kifungamani ambao wanaishi Tanzania, hmm, mambo wanatendewa inauma. Kwa hiyo tujipe moyo, tuendelee kuongea kimya, na najua serikali ya Tanzania italeta suluhisho, tutatetea hiyo mambo ikaisha na imani kwamba president wetu ambondo Marekani akishuka na watu wengine wakishuka kule kuenda Afrika utetelee jambo, kutakuwa kutakuwa kutakuwa kitu cha muhimu, kutakuwa amani. Nashukuru sana okay, so kwa hiyo mtazamaji wa Luundo TV, mtazamaji wa Luundo TV, tulikuwepo na mazungumzo na kaka Tulolacha afu mwishone mwishone ajitambulisha kwamba yeye ndo president makamo wa emu ya mbondo for wolf Texas. Kwa hiyo tu ni kuombe kwamba kaka anashukuru kwa kupoteza muda wako na mtazamaji wa Luundo TV, ni nikuombe tu utakapoona video basi, naomba uache comment na naendene, usikose kusubscribe kuliki na kumenti kaka, asante sana, shukuru.